Ni mbinu gani ambazo wanazitumia kutengeneza video za katuni au wana maarifa gani ya kutengeneza video za katuni? Kuna njia nyingi sana za kutengeneza video za katuni, lakini leo nitakuletea njia rahisi sana ambayo inakuruhusu ina, ina wewe kutumia kifaa chako chochote ulichonacho. Swali langu kubwa kwako kwa ni kwamba je, unapenda kujifunza kutengeneza video za katuni? Kama ni ndio basi moja kwa moja nitakupeleka mambo vipi katika safari hii ya oh, kujifunza ni jinsi gani unaweza kutengeneza video za katuni. Kitu unachotakiwa kuwa nacho kabla ya kuanza kutengeneza video za katuni, inatakiwa uwe na smartphone ama PC. Kifaa chochote kati ya hapa una uwezo wa kutumia. Sasa kuna aina, kuna aina tofauti tofauti za upatikanaji wa hizi program kwa watumiaji wa kompyuta ama